Asante. Nataka nichukue nafasi hii, uh, mara nyingine nikaweze kuwashukuru nyote ambao uh, mtaweza kunisikiliza. Nataka nikalete uh, neno hili nikaweze kushiriki na wewe kuhusu uh, kuwa uh, kumpenda ya yeah, kumpenda mwenye enzi. Uh, unaposoma neno uh, kutoka Biblia uh, mat, mathi Mathayo huyo ambayo tumesoea kusema Matayo ukisoma Mathayo uh, uh, mlango ni, ni wa ishirini uh, na mbili mstari ni wa thelathini na sita uh, neno linasema mwalimu katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Kwa hivyo hapa uh, tukawa na mmoja wa walimu wenye sheria uh, akaweza kumjia Yahushua ambaye tumesoea kusema kutaja Yesu, akamuuliza mwalimu katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Basi uh, Yahoshua akamwambia mpende Bwana Mungu wako. Sasa hiyo Mungu tunaweka uh, mwenye enzi, kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Haleluya! Kwa hivyo huyu mwanasheria ni mtu aliyekuwa anaelewa Torati, na alikuwa pia vilevile vile anajua jinsi ambavyo Musa alivyokuwa amewa amewawe amewawekea amri kwa ajili ya wana wa Israeli na akaja uh, kwa Yahoshua akaweza kumuuliza kwamba ni amri ipi iliyokuu. Basi na Yahoshua akaweza akamwambia kwamba uh, mpende Bwana, uh, mpende Bwana a Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa nini anaanza na moyo? Yahoshua anasema mpende Yah na moyo wako wote, kwa sababu moyo ndiyo unaweka hazina ya kila jambo. Uh, mwanadamu jinsi ulivyo, yale yote unayoyawaza inatokana na A, a, moyo moyo ni hazina inayoweka kila aina ya fikira kila aina ya mawazo ya mwanadamu. Kwa hivyo basi, Yahoshua akasema kwamba mpende Yah kwa moyo wako wote, a, si a, kwa sehemu fulani ya moyo, bali kumpenda kwa moyo wako wote, kwamba inastahili wewe na mimi tukaweze kumpenda ya kumpenda mwenye enzi ambaye ni baba wetu aliyesifanya mbingu na inji na vyote vilivyomo, kwamba sasa akamuumba mtu kwa sura na mfano uh, wake. Wewe pamoja na mimi ni mfano wa mwenye enzi, tuliumbwa kwa mfano, tuliumbwa kwa sura yake, na hasa kiini cha mwenye enzi kuumba wewe na mimi ni kwamba tukaweze kumpenda na si kumpenda tu, bali tukaweze kuwa na urafiki. Je, una urafiki wa aina gani pamoja na mwenye enzi una urafiki wa aina gani? Kwa hivyo lazima tukaweze kuelewa kwamba mwenye enzi uh, alituumba wewe na mimi ili tuwe na urafiki ulio wa karibu utakuwa na urafiki ulio wa karibu kwa njia gani? Kwa kumpenda mwenye enzi. Unampenda kwa njia gani? Unampenda kwa kutoa moyo wako wote, yaani fikira zako, jinsi unavyowasha kwamba sasa nimetoa moyo wangu, nime umekubali kumpenda a, a, mwenye enzi, na ndiposa sasa a, ya hoshua katika Warumi Kumi, tisa kwamba walio uh, mkubali walifanyika uh, uh, kwamba kwa kinywa uh, mtu hukiri na ndani ya moyo mtu huamini kwamba ya aliweza kumfufua, kwamba mwenye enzi aliweza kumfufua ya hoshua uh, kutokana uh, kutoka kwa wafu. Kwa hivyo ndani ya moyo unaamini na moyo wako kwamba nimempokea Uh, mwenye enzi kwamba sasa ndani ya moyo wangu uh, ni mwenye enzi ndiye atakayeweza kunitawala, atanitawala katika mawazo, atanitawala katika fikira. Na sasa katika kumpenda na moyo wako wote uh, na roho na kwa roho yako yote, roho, kwa sababu wewe ni roho uli ulipewa tu uh, mwili. Wewe uko katika mwili, wewe mwenyewe ni roho, ila uliwekwa katika mwili. Kwa hivyo basi, wewe ukiwa roho ambayo tunasema uh, nyuma nyuma, aha, kwamba sasa ukaweze kutoa roho yako yote kwa ajili ya kumpenda uh, mwenye enzi si kutoa roho nusu nusu, kwamba uh, leo ukampenda mwenye enzi kesho ukamchukia mwenye enzi ed, labda kwa sababu ukamuomba mwenye enzi na akakosa kutenda lile ulilokusudia, basi hivyo si kumpenda. Ya ni kumpenda, ya, kumpenda kwa kwa, kwa kutoa moyo wako wote kwa ajili yake kwa kutoa roho yako yote kwa ajili yake na vilevile vile, uh, kutoa uh, hata na akili zako zote aha, kwa ajili yake. Akili zako zote. Watu leo hii wanafanya mambo katika akili zao pasipo kumuuzisha uh, mwenye enzi, wanafanya mambo pasipo kumuuzisha mwenye enzi, na mwenye enzi ndiye ameweza kutukarimia uh, ameweza kutukirimia Uh, akili amempa mwanadamu akili ambavyo anaweza uh, kujimudu, anaweza kujidhibiti, anaweza fanya mambo katika uamuzi wake mwenyewe. Kwa hivyo katika ile akili imefanya uh, dunia imejaa na ubunifu uh, kiteknolojia, mambo imefanyika katika njia ya kiubunifu kwamba sasa kuna uh, skills ambazo zinaonekana katika ulimwengu kwa sababu uh, ya ameweza kutupea akili. Kwa hivyo basi katika akili tuliyo nayo yafaa tukaweze kumpenda ya kwa akili zetu zote. Aha, kwa nguvu zetu zote ya stahili tukaweze kumpenda ya. Watu wanatumia akili zao kwa faida zao zilizompendeza ya na hilo si ndilo kusudi la mwenye enzi? Mwenye enzi amekupea akili ili il, ile akili ukaweze kuitumia sawasawa sawa na yeye mwenyewe angeweza kutumika. Kwa hivyo basi, hilo ndilo swali uh, ambaye uh, mwanasheria mmoja aliweza kumuuliza mwalimu, ambaye ni Yahoshua kwamba, uh, katika Torati amri ipi ambaye iliyo kuu Amri iliyo kuu ni kumpenda mwenye enzi, kumpenda baba aliyeumba mbingu na nchi kwa moyo wako wote, aha, kwa, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote vile vile, hata na kwa nguvu zako zote. Hiyo ndiyo amri iliyo kuu. Yahoshua hasemi kwamba mkaweze kunipenda mimi. Yahoshua anapeana mwelekeo kwamba tukaweze kumpenda mwenye enzi kwamba tukaweze kumpenda Baba maana yeye ndiye uh, aliyetuumba katika sura na mfano yake, na akatupa uweza wa waku, uh, kutawala uh, vitu vyote vilivyomo katika dunia, vitu vyote vilivyomo katika uh, baharini na vitu vyote vilivyomo uh, vilivyoko katika ang, angani. Kwa hivyo sasa, wewe na mimi lazima tuelewe, tuko mfano wa uh, mwenye enzi kwa sababu alituumba na makusudi maalum, kwamba tukaweze kuwa marafiki. Kwa hivyo anakufika wakati ambaye anataka tuwe na uhusiano uh, wa kiundani. He wants us to have a deep uh, relationship uh, with him uh, he wants us to become his friends. Anahitaji wewe na mimi tuweze kuwa rafiki yake. Kwa hivyo utakuacha rafiki yake iwapo hujatoa moyo wako kwa kumpenda? Utakuacha rafiki yake kama hujatoa roho yake roho yako kwa kumpenda? Utakuacha rafiki yake kama hujatoa nguvu zako na akili zako kwa kumpenda? Yeye anataka tu ukampende yeye, maana yeye ni mwenye wivu, ana wivu kiwango kikubwa sana. Anataka akaone wewe na mimi tukaweze kumpenda peke yake, na tunapompenda haya mambo mengine yataweza kutendeka ya kwa njia ya kipekee kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hivyo nataka ni kutie moyo mpendwa, um, wa msikilizaji popote ulipo ya kwamba huyu ya unapompenda ataweza kukufungulia milango ambayo adui aliweza kukufungia. Uh, kuna milango ya baraka katika maisha yako, kuna mafanikio ambayo yastahili kuonekana katika maisha yako ila kwa sababu ya kutokumpenda ya uh, tumeweza kupenda ulimwengu, tumeweza kupenda dunia, na Biblia inatuambia na kwamba kupenda dunia, uh, kumaanisha upendo wa mwenye enzi hautakuwa ndani mwetu, kwa sababu uh, baba wa dunia hii amepofusha uh, watu wake, na sasa yeye amekuwa ndiye ibilisi ambaye amepofusha watu wengi kwamba wasicha wakampenda ya wasicha wakampenda a Mungu. Amepofusha watu wengi sana, amewashawishi kwa mambo mbalimbali mbali, amefanya watu kujipika vifua na kujiona ya kwamba ni kwa akili zao, ni kwa bidii yao. Wengine wanasema ya kwamba mimi kuwa na hii mali ni kwa sababu nilikuwa mtu mwenye bidii, nilikuwa mtu niliye chinyima ndiposa nikapokea hiki na kile. Hapana, nataka nikwambie ni kwa neema ambayo mwenye enzi aliweza kuachilia juu ya maisha yako, ili ukapate kuelewa ya kwamba si kwa achili ya nguvu zako, si kwa achili ya akili zako, si kwa achili ya maarifa yako, bali ni kwa sababu ya anakupenda. Na ndiposa Yahoshua akamjibu huyu mwanasheria na kusema Amri iliyo kuu ni kumpenda um, uh, ya kumpenda mwenye enzi. Kwa nini ukampende? Kwa sababu yeye ameshakwisha kwisha upenda ulimwengu, na ni posa uh, katika Yehoshanan kisoma uh, mlango um, ni wa tatu kumi na sita ya kwamba jinsi hii mwenye enzi aliupenda ulimwengu akamtuma mwanawe wa kipekee ambaye ni Yehoshua ili yule amwaminie

Sasa inafika wakati lazima ujiulize kwamba je, mimi ninampenda Ya kwa kiwango gani? Ya anataka tukampende na mioyo zetu zote na akili zetu zote na hata na nguvu zetu zote na roho zetu zote Tunapompenda yeye kuliko chochote kile, yeye ataweza kukupenda uh, pasipo uh, uh, uh, sheria. Atakupenda pasipo ya yeah, atakupenda unconditionally, atakupenda pasipo uh, uh, uh, masharti. Leo hii uh, watu wanapenda ya yeah, kwa sababu labda aka, aliniponya, kwa sababu labda alinitendea hiki na kile. Ila yeye ni mwenye enzi, yeye ambaye ana, ana alichi, alikuwepo na bado yupo. Yeye ndiye wa mwanzo tena wa mwisho. Yeye ndiye Alfa tena ni Omega, habadiliki. Yeye yule wa jana, leo na hata milele. Haleluya, habadiliki. Hata hali zako zinapobadilika, mpendwa, yeye habadiliki. Yeye atabaki kuwa mwenye enzi, atabaki kuwa chinzi alivyo. Hali inapokeuka, mwanadamu anaweza kukeukia Uh, rafiki yako anaweza kukataa, hata mke wako hata uh, mume wako anaweza kukataa, watoto wako wanaweza kukataa, wazazi wanaweza kukataa, lakini huyu mwenye enzi ambaye ni Baba yako alikuumba kwa sura na mfano ya wake, kwa hivyo anakupenda sana. Hata dunia inapokukataa yeye hawezi kukataa, yeye bado anakupenda hata wewe umkatae, hata wewe umkimbie, bado anakuhitaji. Na ndiposa tunaona uh, prodigal son ambaye alienda kwa babaye akaomba mali. Alipopewa mali, alitoka akaenda sehemu za mbali, na alitumia ile, ile mali kwa njia isiyofaa. Wakati ikafika marafiki, mali ikaisha, pesa zikaisha, hali ikageuka, ikawa ni mbaya, marafiki wake wakamkataa eh? Marafiki wakamwacha, akaweza kudharauliwa, akaweza kuchekelewa, lakini bado, siku moja, aliweza ku uh, kuengage the heart, and he said that if I can go back home to my father, even just to become a heir it will be better. So wakati nafika, lazima ukaweze kuengage the heart.

jalishi sisi ni wakosefu ila, tunapomrudia yeye, hata kwa kutubu dhambi zetu, kwa kuomba msamaha, yeye ni mwaminifu, anatusamehe na kutuondolea kila udhalimu. Ni kwa sababu yeye ni baba na yeye anatupenda. Usiche ukakimbia kwa kusema nimekosa, kwa hivyo huyu baba hata nisamea. Hapana, atakusamea. Njoo kwake, yeye atakusamea. Ya, atakusamea, ya will forgive you. Usitoroke, don't run away. Uh, the Bible says let the wicked man forsake his wickedness and pursue righteousness. Inafika wakati lazima mwenye dhambi aache dhambi zake akaweze kufuatilia mambo ya kuleta haki, ni kwa sababu uh, baba yetu ni mwenye haki, yeye ni mtakatifu na hakuna chinzi utakavyoweza kumpendeza yeye kama hauwezi kupashu uh, his righteousness. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba unapompenda baba, baba yeye ni mwaminifu, baba atakutendea mema, baba atakukumbuka, baba ataku, atakuimarisha, baba atakuponya kulingana na hata yale magonjwa. Wewe uliye mgonjwa, uh, wakati huu

Utasimama huweza kumtumikia uh, mwenye enzi. Kwa hivyo basi, unapompenda mwenye enzi ambaye ni baba yetu asiyebadilika, maana yeye si mwanadamu, yeye si kikeukeu, yeye hadanganyi, yeye ni yule mwanzo tena mwisho. Anajua hali zako, anajua shida zako, anajua chinzi ulivyo na kile unachohitaji, na chinzi, uh, uh, hali imekuwa ngumu kwako, yeye anajua na kuna ugonjwa ambaye utaweza kukuweka chini, ila unapompenda ya na moyo wako wote na roho yako yote na nguvu zako na akili zako zote, yeye atakuwa rafiki yako. Na anapokuwa rafiki yako na wewe unapokuwa rafiki yake, kuna mambo makubwa mengi ambayo ya ataweza kutendea. Nataka nikutie moyo kwamba kuna uwezekano wanadamu wakakuchekelea . Kuna uwezekano wanadamu wakaku wakakusema vibaya. Kuna uwezekano wanadamu wakakusingizia vibaya. Kuna uwezekano wanadamu wakakutupa ku, waka wakakuacha wakakuchekelea wakakudharau mambo kama hayo, ila nataka nikuambie kwamba wewe mpende ya na moyo wako wote, mpende ya na nguvu zako zote na akili zako zote na roho yako yote na yeye ataweza kuishi ndani mwako, kwa sababu ni haja yake uweza kuishi ndani ya mwanadamu ya alikuumba wewe, ili afanye makao ndani mwako. Mruhusu huyu ya afanye makao ndani mwako, maana hata unaposoma Mathayo kumi uh, na moja ishirini na nane neno linasema kwamba, njoni kwangu enyi nyote musumbuka nao na kulemewa na miziko, nami nitaweza kuwapumuzisha. Wewe ulio na muziko wa magonjwa, naweza kuwa ni high blood pressure, naweza kuwa ni cancer, naweza kuwa ni diabetes, naweza kuwa ni arthritis. Hayo magonjwa yote, nataka nikwambie ni muziko ni ulio nao. Pende ya usitegemee pesa zako, usitegemee rasilimali ulio nayo, inafika wakati the things you trust in most

kwamba atasimama pamoja naye. Simama ukaweze uh, kutetea uh, neno lake. Tetee, tetea jina, jina lake, na yeye atasimama na wewe, na yeye atakutetea, yeye atakupikania. Nataka nikuambie ya kwamba usiche ukakata tamaa ampendwa, um, msikilizaji, kwa sababu uh, baba yetu ambaye ni muumba bingu na nji anatupenda, na ndiposa uh, aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa kipekee. Kwa hivyo wale wanaompokea huyu mwana wana uzima, na wasio na mwana hawana uzima. Je, ukijiangalia vyema, una mwana? Umempokea mwana? and that is, uh, uh, assurance of salvation, he who has the son has the everlasting life. So uh, this is the high time, lazima ukajiulize kwamba mimi, ni wakati wangu sasa wa kutoa moyo wangu wote nikamweze kumpenda ya watu. Leo hii wamependa pesa, watu wamependa vitu mbalimbali vinavyofanya mbali dunia ionekane chinzi ilivyo. Watu wamekosa kumpenda mwenye enzi, watu wamekosa kumpenda uh, yule ambaye ni Alfa na Omega, yule ambaye ni mwanzo na tena mwisho. Watu wamekosa kumpenda yeye, watu wamekimbilia vitu vya dunia ambavyo kesho hii vinaisha kesho hii vinatoweka. Nataka nikwambie mutu mmoja ambaye hawezi toweka. One person who cannot be furnished away is the almighty creator. Let us come to him, let us love him with all our, uh, our heart with all our uh, mind with all our strength. As we love him, yeye ataweza kusimama, atatutendea mema, atakuinua Atakubariki, ataweza kukukumbuka na kukuweza kukutendea mema. Nataka niseme asante sana kwa sababu na wewe ambaye umekubali kumpenda mwenye enzi na moyo wako. Mpende mwenye enzi na moyo wako, usije ukapenda dunia. Dunia imejawa na mambo, mambo ni mengi. Watu wamependa vitu mbalimbali mbali. wamependa vitu ambavyo havina faida wamependa vitu vinavyoisha, wamependa vitu na. Ndiposa neno Matiyahu, neno linasema kwamba uh, mahali hasina yako ipo ndipo roho yako ipo. Where you you, your treasure is is where your heart is, so it is your high time to ask yourself where is your treasure uh -huh. Hasina yako iko wapi? Brother my dear sister, my dear listener, where is your treasure? Lazima ukaweze kujiuliza hilo swali maana, at the end of the day, you shall be accountable. Utapeana hesabu kwa kila jambo kwa kila neno utakalolifanya. Ni kwa sababu uh, uh, maana ya ya mwenye enzi kutuumba sisi kwa sura na mfano yake ni kwamba tukaweze kumpenda yeye, na yeye ni mwenye wivu, hahitaji ukapende Uh, vitu vingine kuliko yeye. Watu wamependa miungu, watu wanaabudu miungu, eh, wanaabudu masanamu, watu wanaabudu eh, wanyama, na wamekosa kumwabudu Mungu. Utaabudu kile unachokipenda. Je, wewe unapenda ya ama unapenda uh, uh, vitu vya dunia vinavyoisha? Kwa hivyo, nataka nikutia moyo kwamba mpende ya na moyo wako wote uh, kwa Uh, kwa nguvu zako zote kwa akili zako zote na kwa roho yako yote, maana hiyo ndiyo sheria ya kipekee. Yahoshua hakusema tumpende yeye, alisema tumpende mwenye enzi. Yeye ndiye Alfa na Omega. Haleluya, haleluya! Nataka nikakubariki mpendwa msikilizaji, popote ulipo. Uh, mwenye enzi akutende mema, akuinue na akubariki, aweze kukufungulia milango ambazo unataka zifunguliwe katika maisha yako, na afunge milango zile ambazo ungependa afunge katika maisha yako. Kuna milango ya magonjwa, hiyo milango ifungwe kwa jina uh, la mwenye enzi. Kuna milango za umaskini, hizo milango zifungwe kwa jina la mwenye enzi. Kuna milango ya mateso, matatizo, taabu, hizo milango zifungwe kwa jina la mwenye enzi, na kufungulia milango za baraka, ufanikiwe uende viwango vingine. Wewe usiye na kazi na ku uh, kuingiza kwenye kazi yako uh, kwa jina la mwenye enzi. Wewe unayetafuta unayetafuta amani kwenye ndoa yako, ninakutangazia amani ikapatikane kwenye moyo wako katika ndoa yako katika uh, jina la mwenye enzi. Uh, ninasema ni asante uh, Mungu ambaye ni ya ya uh, ambaye ni mwenye enzi ambaye ni muumba mbingu na nji, akutende mema wewe uliye mgonjwa, uponywe uponywe uponywe, na uwekwe huru uwekwe huru, na ukawese kushuhudia uh, upendo wa mwenye enzi katika maisha yako. Nasema asante sana, asante sana, asante sana kwa kunisikiliza uh, uh, thank you so much, thank you so much.